Jina naitwa Idi Muhammad Khalfani, mwenyekiti wa serikali ya mtaa ni pamoja lakini pia ni mjumbe wa ODC kwenye mtaa katika kata yetu ya Sofu e, tunashukuru kwa kupatiwa greda ambalo limekuja kwa ajili ya kutuchongea barabara kuzifungua zile mpya ambazo hazijawahi kufunguliwa, lakini pia kuzisafisha zile ambazo zilikuwa zimeharibika kutokana na mvua na changamoto nyinginezo. Nashukuru sana baada ya manispaa yetu ya Kibaha kututumia fedha kiasi cha shilingi milioni 30 kwa ajili ya kutatua changamoto hizo, kwani kabla ya hapo kero ilikuwa ni kubwa, kwa sababu tayari watu wenye vyombo vyao walikuwa hawawezi kufika vizuri majumbani mwao. Vijana wa bodaboda walikuwa wakipata tabu na shida wakati wanapokuwa wanabeba abiria kwenda kuwafikisha makwao, lakini changamoto zilikuwa ni nyingi. Hapa tulipo tupo katika barabara inayoelekea Zaanati, na kama mnavyoiona greda lipo kazini, lipo kazini na linaendelea kufanya kazi. Kwa maana tunaona ni kwa namna gani hali inavyokuwa inakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tunamshukuru halmashauri yetu kupitia kwa Mkurugenzi Dr. Shemelekwa kwa kuliona hili, na tunaomba mambo haya yawe ni endelevu, kwa sababu hali ya manispaa inapendeza zaidi ikiwa barabara zake zitakuwa zinapitika, za kuafikisha watu mpaka kule wanapoishi. Tunashukuru sana mpaka sasa hivi wananchi wamepokea kwa, kwa, kwa, kwa, kwa furaha sana kwa sababu hali mvua zikishanyesha barabara zinakuwa zinamonyoka. Lakini mpaka sasa hivi tulipokea hivi tunashukuru sana. Kwa watu wengi mpaka hapa tulipo hata kwa nyuma kuna watu wasema, na kwetu. Na, kwetu. na maana turudi kila mahali. Tunashukuru Mungu tutapambana kadri tutakapokuwa tumefika, nafikiri mambo yatenda vizuri tu watu wanashukuru sana. Sasa hii kwa namna hii tutafanya watu watoe, kwa sababu sisi wenyewe kama viongozi tutakuwa tunahamasisha wazidi kujitoa sana kwa ajili kwa watu, muda mwingine wasema hela tuone, hela tuone, lakini kwa, kwa mpango huu watu watafurahi, kadi tutakuwa tukiwaeleza kwa ajili ya kujitoa sana hasa kwenye hata michango mbalimbali na tozo hizo za halmashauri. Kwa jina naitwa Debora Mkoma, naishi Sofu. Kwa uchongaji wa barabara, kweli tunaona kwamba unaendelea vizuri kwa ajili ya maendeleo ya kijiji chetu cha Sofu, kutoka hapa mpaka tuchandege paka utembewa mguu ndipo ukapate mahitaji. kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sasa hivi tunapata huduma nzuri hapa hapa Sofu, magari yanaingia, maduka yapo, huduma zote tunazipata. Ah, kwa majina anaitwa Saumu Kulo ni afisa mtendaji kata Sofu. Hapa kama akama unakuona barabara nyingi zaidi na tuna barabara nyingine ambazo tutaweka vifusi. Msufini pale kuna barabara kama mbili kubwa za kuweka kifusi, na Sofu kuna barabara kama tatu za vifusi, pamoja na twende pamoja, tuna barabara kama nne za vifusi ambazo baada ya kumaliza kuchonga tuta tumeshapata supplier wa vifusi, ataanza kumwaga vifusi tuanze kusambaza. Na tunamshukuru Mheshimiwa mkurugenzi kwa ajili ya kutupa fedha zake za mapato ya ndani jumla ya milioni 30. Tunamshukuru sana, wananchi wamefurahia, tunamshukuru na sasa hivi wataweza kutoa kodi au ushuru mbalimbali ambao tunachukua kwenye masoko pamoja na leseni na nini, kwa sababu wanaona kazi inafanyika. Asante.